Kwa hiyo sisi hatuna shida, wao wacheze watavojua, wao wachapishe karata watavojua, wao mm. Sisi tunajua mashindano haya, sisi ndo mabingwa. Mashindano yapi? Mabingwa kiaje? Wakati ndio kwanza ligi bado inaendelea. She wangu, kwa kwaliti ya yanga ukitizama, hakuna mpinzani. mm. She wangu, kwa kwaliti ya yanga. mm. siwezi kuenda kumuona mpinzani anaenda kutuzuia s si Uh, ni, ni, ni, ni michezo sasa ambayo mmewatangulia kama michezo takribani miwili lakini kama wakishinda michezo yote, maana yake anawatangulia sasa hii jeuri ya kusema kwamba mabingwa. Lakini pia tukiangalia, Selemani Matola akikabidhiwa kikosi cha Simba huwa anafanya vizuri zaidi, hii woni kwamba inaleta mchecheto ndani ya Yanga. Hapo umenichanganya, umeniambia mm. Selemani Matola akakabidhiwa timu, subiri, kwani Simba, kwani Simba kwa kwani Simba kocha mkuu alikuwa nani? Panty, wachambuzi, panty. Wachambuzi, wachambuzi yule alikuwa meneja mm? Ndio timu duniani ilikuwa na meneja wawili? yeah. Ndio timu duniani ilikuwa na meneja wow. wawili mm. Usiniambie Matola kaenda kuchukua nafasi sawa. So, Matola ndo aliyokuwa kocha mkuu, kwa hiyo Matola anaendelea kuwa kocha mkuu. she wangu, akili za mashabiki wa Simba usichanganyishe na akili za Wayanga. mm -hmm. Shabiki wa Yanga mmoja sawa so, na mashabiki wa Simba elfu moja Sijaielewa hiyo. Nakwambia tena shabiki wa Yanga mmoja, mm. sawa na mashabiki wa Simba elfu moja. Kwa nini? Kwa sababu we waangalie, sisi hatujazoea kudanganywa. Mm. Si ukidanganywa, ukitudanganya tunakuvaa. Mm. Simba wanafanywa kama nani vile? Kama chapati huku inageuzwa, huku inageuzwa. Kwa sababu tuwezi, mara kwanza waliambiwa kaletwa meneja. Mm. Leo hii wanaambiwa kafukuzwa meneja, anaenda kuletwa kocha. Mm. Wewe unaisikia na timuliwa meneja analetwa kocha? Sasa utaona, watu wana akili timamu? Kwa hiyo hii ni changamoto ya afya ya akili, yaani mashabiki wa Simba mpaka viongozi wa Simba, mm. wana changamoto afya ya akili, kwa sababu hujawahi kusikia duniani anatolewa meneja anaenda kuchukuliwa kocha. Ndio kwanza wao wanatuletea hii. Kwa hiyo wana afya ya akili kuanzia mashabiki wanachama mpaka viongozi wao. Unafikisa, sasa kama angekuwa ni mtu wa kuwashauri pale Simba ili wakae sawasawa, ungewashauri uh, nini? si, hatuwezi kuwashauri, si tunataka hivi waendelee, kwa sababu hivi wakaendelea na sisi ndio tuna furaha kwetu. Kwa hiyo sisi hatutaki waendelee. Sisi hivi, hivi tunavyotaka waendelee kuzuri, sisi tuendelee kufurahi. Yanga inawezekana bila Simba ila Simba iwezekani bila Yanga. hmm. hmm. Yanga inawezekana bila ya Simba ila Simba iwezekani bila ya Yanga. Kwa hiyo hata kama wakigombana wao, si wewe woni, si tumekuja uwanjani, tumeshinda, tuna fly, tunaondoka. si tunawafikiria, watajua wao. Mashabiki wa Simba akili zao wote zimeganda, zina barafu. Kwa hiyo usiende kufananisha sawa na mashabiki, sisi, lakini ndio mashabiki bora, wanaotajwa, wa Yanga sisi huko walipo wao, si tushavuka, lakini hawa ndio mashabiki bora wanaotajwa mara nyingi mashabiki bora hey, wanatajwa na nani? Wana, wanatambulika mpaka na, wanatambulika na nani? Hakuna mashindano ya kafu kuna uh -huh, shabiki bora nini? mashindano gani bingwa? Au shirikisho klabu bingwa ilitoka, kuna shabiki bora mwaka gani? Yapo mpaka leo, hiyo bonanza unaongea lile limepita. Bonanza bingwa pale kaenda wapi? Bingwa pale kaenda wapi? Hakuna alokuenda. Mabingu wote wafika. Mabingwa gani walikutana? Simba alikuwa bingwa. Unaona, wamekutanisha mabingwa wote, Simba bingwa. Simba sio bingwa? wewe utasemaje yani? Simba anamuita bingwa au mazembe utamwita nani? andisho habari vipi? Simba aliingizwa kwa sababu mashindano na yale mashindano mpaka leo yapo sisi hatujataka kuanda. Kama ungetaka kujua ile mashindano mpaka hapo hayapo, mnahitaji watu mashabiki bora. Kwa hiyo maanake haya yalikuwa sio mashindano. Sisi tunaongelea klabu bingwa, watu wanacheza, tunaendelea kucheza, si ushelewa? Huwezi klabu bingwa kwanza, kafu hawajawahi mashindano wa klabu bingwa, au ushirikisho wakatoa mashabiki bora, hakuna hiyo tunzo. Hao waliogewa wenye upungufu wa akili na ndio maana mpaka leo wakitembea, wanajiita wao mashabiki bora. Hapo wanaendelea kufungiwa. Wawu, leo kusikia shabiki bora anafungiwa. Nikuulize swali dogo, shabiki bora duniani kusikia kafungiwa, hakuna, si ndio? Kwa hiyo wao mashabiki bora au mashabiki taila Simba mashabiki mataila, sisi mashabiki mm -hmm. Kwa nini hamkuandaa ufunguzi wa mpira? Sisi hatujaandaa tu. Yeah. Sisi tunataka tucheze klabu bingwa, kombe lina shi... kombe lina Samani kama Yanga linaama Fountain Gate katamba pande za huko vijijini, lakini amekuja kukutana na kurungwa kama sisi, si na wakanda sizo shirika la ugavi. Kuna timu ambayo ingekutana sasa na, na Fountain Gate, maana mpaka sasa vile shirika la ugavi ingempa na ni Fountain Gate, lakini mimi kwa sababu mimi niko vizuri, mi natandika tu. Kwa hiyo, kwa hiyo Fountain Gate tangianze kukutana na klabu ma machampioni wa nchi hajawahi kuchukua pointi tatu kutoka kwa Yanga. Sisi kama Yanga tunaendelea kutamba na mimi ningeshangaa punta nigke atambe kijijini na mjini nako atambe, haiwezekani. Na leo ilikuwa ni siku ya digidiala kwa hiyo tuambie Fountain Gate tuenda katambe pande hizo pande zetu hatambi. Kwa hiyo sisi kama mashabiki wa Yanga mechi hii ya mkam down, mechi mecha tunakutana na Dodoma Mazidi ya Coastal Union. Sisi kila kwa tunapoingia tunacheza kama fainali. Kama unapoona mechi ilikuwa ngumu, wazungu wanapenda kuitu za hard way lakini Fountain Gate hajafua kwa ngumu. Mwenye kikosi bora anaondoka na pointi tatu muhimu. Ndio maana hata jana walivyolotoka sana mitandaoni. Wanasema leo kuna mchezaji wao anakuja kufunga hattrick, unakwenda kufunga hati trick mbele ya Yanga? Unakwenda kufunga hati trick mbele ya Pacome? Nani kakwambia? Nani? nimeshachukua na, na, na, pointi tatu muhimu. Huyo mchezaji wao alikuwa anasema anakuja kuchukua pointi tatu kutoka kwangu, sidhani. Labda labda, sio Yanga, labda Yanga nyingine. Kwa wanaume tunazidi kutamba tu mjini. Hii ndio Yanga kaka, mwenye kikosi bora na bora tu pointi. Mwenye timu mbovu ndo anadufuliwa kama mtoto wa mode. Kwa sisi kama mashabiki na wanachama wa Yanga, tunazidi kula la, mwenye kikosi bora tunaondoka zetu Dodoma tukiwa na pointi zetu muhimu tatu, baba Pole na kile cha sana leo Pacome, ah yule anasema master, ukisema kwamba Pacome na, ndio maana ukiangalia Fountain Gate alafu mambo ya kupaka paka bleach haya. Unajua, unapopaka bleach mguuni imo, ukiangalia Fountain Gate wanachezaji wao, ukwenda naye kapaka bleach na jilinganisha Pacome, ah na maajabu yoyote, mwalikuwa anazunguka tu na kaptula uwanjani huyo kaka. Unajua, unapopaka bleach kichwa na mguuni hamna kitu, hayo matumizi mabaya ya bleach kwa una muona na, na mimi namwambia huyu mchezaji wa Fountain Gate anataka kanyoe hapa duniani. Pacome yuko mmoja tu kaka. Mwambie anaenda kanyoa bleach zile kaka. Pacome ndio unamwona ile Pacome? Hakuna mtu mwingine. Na ndio maana hata kula kwa watoto amore. Mutara ile kaka bleach, yule zori ile kaka bleach, mpanzo ile kaka bleach. Lakini baada ya kuona mguuni hamna kitu. Wote wamenyoa. Kama mtare kanyoa ngrama badilisha ametoa bleach ameweka na nisi pa black. Kwa hiyo hata huyu mchezaji wa Fontaine Gate, mwambie anaenda kabadilisha zile nywele afanye haraka sana. Wote masta tabaki kwa masta ndio habari ya mjini kaka. Kwa hiyo mwambie anaenda kanyoa zile nywele kaka. Tanzania hii. Yani, kuanzia mechi za kimataifa huku kwenye ligi kuu kunakwenda na panguzapanguza. Mimi Tanzania nakaa kwa sababu ya uzawa, yani vinginevyo sasa hivi mimi nitakuwa nikacheza na Manchester, Barcelona huko nakata. Na ndio maana ukiangalia kwenye mechi za kimataifa hivi niko nafasi ya pili. Mpaka sasa na pointi zangu nne. Lakini kuna timu mpaka sasa hivi debe tupu, yani haina chochote. Yani ile timu sasa hivi ipo kama shirika la ugavi, inagawa nyumbani na gawa ugenini. Kwa hiyo, Tanzania hii hakuna kumlinganisha na Yanga sasa. Nani kama kama yanayejiona yuko bala, mlete mtoto wa Mudi nimuonyeshe kazi. Watoto wa Mudi sasa hivi wamekuwa kama shirika la ugavi tu gaga. Wa kumlinganisha na Yanga nani bwana? Na, na. Yani mtoto wa Mudi Yanga atambe na mtoto wa Mudi atambe. Mimi ndo habari ya mjini kila sekta. Mwambieni mtoto wa Mudi kama yuko bora tupe mechi hata kirafiki, achana mwezi wa mwezi wa tatu kwenye ligi kuu Tanzania bara. Mwambieni hata mwambieni aje hata sasa hivi. Basi rafiki zangu kina Ali nilimo Benedict Lotto alisandi mayala mayungo mimi wale waona dizori kadi. Waambia rais wa wote Tanzania tamba mjini. Yaani wewe mimi wa kulinganisha Tanzania hii si muone labda aje Manchester Senari. Lakini sio watoto wa Mudi sio za mshinga malisho si nani. Ah, wote wanakwenda na kanyaga kanyaga. Ubingwa tena wa 2025 na 2026 na uona kaka. Yaani hapa anacheleweshwa kula. Na ndio maana hata kwenye tuzo wamezitoa kutoka mwezi 12 wamepeleka simu mwezi wangapi huko. Kwa sababu walikuwa wanajua kabisa tuzo zote zingemwagika Yanga.

nini linagawa. Kwa hiyo leo linaenda kugawa tena kwa mbia sita kule, na mimi nasema naam, acheni ligi ya mabingwa iendelee. Lakini bahati nzuri, bahati mbaya, bahati nzuri, ligi ya mabingwa imesema vinginevyo. Mtoto wa Mudi mpaka mwezi wa kwanza kaka kwao. Ugonjwa zige fura kwa kungulu, hacha endelee kugombana, kaka. <laughs>